<laughs> kocha ya Simba matatu? Kocha. Matatu. Hey. Matatu ana wa ana kipuri hapa. Hapo <laughs> tozi kwa hivi. Hapo leo <laughs> fresh. Hapo hey. Okay. Tatoe zionekane. Hey. Ngoja hey. Mchungaji. Kuna kitu tunataka tukijue. Huyu yeah. Kocha asimba, yeah. Ya Simba huyu. Sisi tumebadilisha mfumo. Dunia sasa hivi inapotaka itegemee makocha. Timu zote za Ulaya yeah. Kuna manager. Nyinyi waandishi nyinyi wenyewe yeah, mjasoma nyinyi. Hamna Yanga na vipi? Ngoja nimuze. Mavaya. Masito ana kocha na manager. <laughs>

Simba walitamani sana tukodie magari kama Yanga Sisi tukaambiaje mashabiki tu wa Simba no, tumwambia hivi shabiki wa Simba usiwaze Simba itakufanyia nini waza wewe utaifanyia e, e, e, nini Simba ya, e, e.